Abu Muallaq al Ansari alikuwa ni mfanya biashara mkubwa katika mji wa Madina. Siku moja, anarudi mianga ikoni kufanya kwake shughuli zake za kibiashara, anarudi njiani, anakutana na kibaka, anamwambia leo ndio mwisho wako wa maisha, wewe na mali zako zote ni za kwangu. Anamuuliza, kwa lipi unahitajia? mali nikupe mali zangu uende? Anamwambia, nakuhitajia wewe na mali zako, ndio mwisho wako Akamwambia, naomba radhi, nisamehe kidogo nipate muda ni swali rakaa mbili, ni muombe msamaha mola wangu. Wallahi aliswali rakaa mbili ndani ya ile sala akamuomba Allah, ya faalu lima yuriji ya dhal arshi al majid allahumma aghithni min hadha lis, ewe mwenye kurifanya lolote ulitakalo, ewe miliki wa arshi nikomboe kutokana na huyu jambazi na kibaka niliyokuwa naye. Al-Imam Ibn Asakir anasema palitokea malaika wa Allah mmoja wapo, akamwomba ridhaa ya Allah, niruhusu nishuke chini nikamnusuru mja wako. Kiumbe huyu anatoa salamu, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Anakutana na kiumbe mbele yake ki ana silaha kali Anamuuliza, ni nani ulio mbele yangu? tena nyuma yangu kuna kibaka anahitajia mali zangu, na, na mimi mwenyewe leo, na wewe mbele yangu ni nani na nini nimemkosea Mola wangu? Anamwambia, ana Rasulullah, mimi ni mjumbe wa Allah, nimetumwa nije kukutetea kiumbe wa Allah. Anageuka anamkuta yule jambazi tayari ameshapoteza maisha. Ni lini mimi na wewe sala yetu itatukomboa katika maisha yetu, itatukomboa na matatizo tuliyokuwa nayo pale. Tunapofikwa na mabalaa, tupitie sala yetu kumuomba Allah, na Allah aweze kututetea kupitia sala zetu.